Tunayo haki ya kushiriki katika uchaguzi huo, hasa katika kuweka viongozi tunaowataka kuanzia madiwani, wabunge na rais, ambaye kiti hicho tayari Chama cha Mapinduzi kimeshatangaza mapema mgombea wake ambaye ni mama Samia Suluhu au Samia, Mama Samia Suluhu. Kuna watu wanamkashifu hala hadharani, bila aibu, bila haya wanashusha umurua wa wake bila kujali kwamba yeye ni kiongozi miongoni mwa viongozi waliopita katika nchi hii wanastahili kuheshimiwa watii viongozi waliopita, na huyo anastahiki haki yake aheshimiwe. Kwa yoyote anayejitoa ufahamu wa akili, awe kiongozi wa dini, awe mwananchi, kwa utovu wake wa nidhamu kumkashifu waziwazi, Kwa pamoja tuwapuze, na sisi Waislamu maimamu mashaka wakata, tuhakikishe tunalinda hishma ya Mama Samia Suluhu Hassan, sio kwa maana ya udini, sio kwa maana ya Uislamu, kwa maana ya kulinda wadhifa wake Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunalani, tunapinga vikali wale ambao wanaochukua uwepesi wa kumdhalilisha kupitia udini, kumdhalilisha kupitia asili yake ya Uzanzibari. Tunapinga na tunalani, na watu wenye akili timamu na viongozi wa dini wote, wenye hofu ya Mungu, nina hakika wote kwa pamoja tutasimama kupiga vita na kuwadani watu hao. Ni waombe Waislamu tusimame kuilinda nembo ya mheshimiwa rais.